Wenzako wakikupa dhamana eh, tuendeshe jambo letu, si lazima kudai hesabu eh, usipo, ukikataa kuhesabiwa ukikataa kuwajibika, hapo utakuwa una tatizo. Sasa Mwenyezi Mungu ajalie hii hulka hii hii tabia hii iwaondoke, eh, wao ambao wamepewa dhamana na hawataki sasa kurejesha hesabu, ndio inaoleta tatizo. Lakini wengine, tatizo la pili ni kukosa tu uadilifu kwamba mimi mwisho wa siku na Mwenyezi Mungu mie mwenye ni Muislamu eh? Mwenyezi Mungu eh, ndiye ambaye kaniwezesha dhamana hii nimekuwa na yeye ndiye atakayenipima kuliko hawa wenzangu. Sasa tumeomba kwamba Mwenyezi Mungu atupitishe kwa amani. Sasa atupitishe Mwenyezi Mungu, ajalie sote sote, tuliomba dua za kheri, basi ajalie Mwenyezi Mungu hizi akhlaki zetu ambazo zimepinda kwenye mambo haya, basi Mwenyezi Mungu azinyooshe. Na mimi naomba kwamba inshallah tuendelee na dua hizi eh, kwa sababu wengine akisha kutoka tu Ramadhani anajisahau, lakini pia tuombe kwamba wenzetu waliokuwa wamepewa dhamana wakumbuke wakumbuke kwamba Mwenyezi Mungu yupo, Mwenyezi Mungu wamkumbuke kwamba yupo. E, mengine hayamekuja tu mtu kwamba kasahau, anaona yeye akishakuwa na dhamana hakuna wa kumuondoa tena, maana huyo mwananchi sikaja wewe vyovyote alivyofanya, lakini kapata. Maana wengine wanasema kujanja kupata, sasa kapata, lakini anasahau kama Mwenyezi Mungu yupo, na kumsahau Mwenyezi Mungu ndio kunakoleta tatizo e. Lakini Mwenyezi Mungu mwenyewe katukumbusha e, kwamba walikuweko waliokuwa na mamlaka makubwa makubwa, tumekumbushwa hapa. Lakini Mwenyezi Mungu walipokataa waliposhindwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu, kumjua Mwenyezi Mungu, walipokataa waliposhindwa kuongoza kwa haki, kukaa na dhulma, kukaa na ufisadi, Mwenyezi Mungu waliwa, waliwa tena, aliwa aliwaondoa tena, aliwaondoa kwa njia ambazo wengine hata siza tuna mfano mdogo mzuri, nimalizie ni, ni kwa, ku, kwa, kwa kusema kwamba katika watu ambao walifika pahala wakajua kwamba hawaondoki tena wakajua kwamba hakuna anayewaweza ni pamoja na Mayahudi wa Madina Bani Nadhir, si ndivyo? Kwamba walijua kwa, kwa sababu walikuwa na uwezo. Mwenyezi Mungu aliwapa taaluma ya kutengeneza silaha aliwapa utajiri kutokana na biashara hizi eh, mji wao wakauzungusha ngome, hujui uanzie wapi, huwezi kupita. Lakini wakafikiri kwamba hata na Mwenyezi Mungu labda naye hawezi kupita. Lakini Mwenyezi Mungu na, ilifika pahala hata Waislamu watukufu akiwemo na Mtume wetu eh, wakaotwa, nadhani hawa hawawezi wataondoka vipi? Ndio maana Mwenyezi Mungu alisema waladhi akhraja aladhina kafaru min ahli alkitab min diyarihim liawali lfashri madhanantu an yakhruju wa wadhanu annahu maniatuhum wusunuhum min Allah, kwamba haya hatuambi mimi na wewe, haya yameshuka wakati tume, kwamba hawa walifikiria. Nyinyi wenyewe kwanza mlifikiria hawa hawaondoki wataondoka vipi? Maana silaha wanazo, nguvu wanazo, tajiri wanazo, wataondoka vipi eh? na wao wenyewe wakafikiri eh? wadhanu annahu maniatuhum usunuhum minallah. Lakini Mwenyezi Mungu alivyotaka kuondoa alifanyaje hmm? faatahu llah min haithu lam yahtasib ghadhafa fi kulubihim Alichofanya aliwapitishia njia ambayo hata hawakuifikiria hawakuitarajia. Kwa kuwafanya nini? Kwa kuwatia hofu, hofu tu likawa ni jeshi la Mwenyezi Mungu, yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidin na Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ndio maana akatwambia, fatabiru ya uli haya kayafanya lakini iwe ni i hawakuambiwa wakati ule tu, tunaambiwa na mpaka wa sasa kwamba Mwenyezi Mungu alipotaka kuondoa hawa, walikuwa na nguvu kweli kweli, lakini alipotaka kuondoa aliofanya nini? waqadhafa fi kulubihim kulbih muru yukhribuna buyutahum biaidihim wakayavunja hayo majumba yao wenye Waislamu wakienda kuyamalizia, lakini Mwenyezi Mungu anatuambia vipi? Eh, atabiru ya uli, tukae haya tuyazingatie. Nadhani mmenifahamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wabarakatu. Asante sana.